mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano majira ya saa moja na dakika 47 kwenye eneo hili la Mlima Iwambi katika halmashauri ya wilaya ya Mbeya vijijini kwenye barabara kuu ya kutoka e, Mbeya kuelekea Tunduma gari lenye namba T 830 EDP ikiwa na tera lake lenye namba T148 CTD aina Skania lori ikiwa limebeba shehena ya unga liliweza ikiwa linaendeshwa na, na dereva ambaye anaitwa Filipo Laitoni Mwambi Mwashibanda mwenye umri wa miaka thelathini na tatu. Huyu ni mkazi wa Tunduma katika mkoa wa Songwe, ikiwa inatokea Dar es Salaam. Kama nilivyosema, likiwa limebeba shehena ya unga, liliweza kufika katika maeneo haya na kugonga kwanza magari mawili gari, yani mojawapo ni T mia mbili hamsini na saba TVP aina ni Mitsubishi Rosa iliyokuwa na abiria ambayo sasa ndio tumepata majeruhi pamoja na vifo, lakini pia na gari nyingine T185 DMF aina ya Toyota Light ice na kutumbukia kwenye eneo hili la korongo kwenye mto huu eh, Mbalizi na kukita kwenye hili gema ambapo tupo hapa, ambayo ni kingo ya mto huu wa Mbalizi na kusababisha vifo 27 kwa jana lakini baada ya kuchukua wale majeruhi basi leo asubuhi tumepata tena taarifa kwamba uh, majeruhi mmoja ameongezeka uh, na ndio maana nasema vifo vimefikia ishirini na nane. Kwa hiyo watu waliofariki katika ajali hiyo wanawake ni kumi na wawili na miongoni mwao watoto ni wawili kwenye jinsia hiyo ya kike, lakini eh, wanaume sasa ni kumi na sita na kati ya hao kuna watoto wa kiume wawili. Kwa hiyo hadi sasa ninavyoongea, kati ya hao marehemu walio katika ile uh, hospitali ya uh, Ifisi kumi na nane wamekwishatambuliwa na ndugu zao, na wakati huo watu tisa bado hawajatambuliwa. Kwa hiyo katika ajali hiyo majeruhi ni tisa kama nilivyokwisha sema. Kwa hiyo miongoni mwa majeruhi ambao ni, nimesa, nimesema ni dereva wa gari hili pamoja na gari lile la Mitsubishi Rosa. Kwa hiyo majeruhi ni Baraka Samuel Mgara, miaka 35, mkazi wa Marezi, aliyekuwa dereva katika gari namba T 257 DVP Mitsubishi Rosa, ambaye ameumia miguu yote miwili, mbavuni pamoja na kichwani. Lakini dereva Philip Laiton Mashibanda, mwenye umri wa miaka 35, huyu mkazi wa Tunduma, aliyekuwa anaendesha gari hili ambayo mnaliona hapa hili, eh, lori yeye amevunjika mguu wa kushoto. Chanzo cha ajali ni kwamba ni uzembe wa huyu dereva mwenye na, ya ya rutis, standi, hili lori na akashindwa kulimudu hili gari na watoke ake akafika kagonga haya magari madogo ambayo yalikuwa yanamalizia ruti sasa, kuingia stendi na kusababisha vifo hivi. Kwa hiyo mpaka eh, sasa hivi huyu dereva niliyemtaja yuko hospitalini, pamoja na kwamba yuko kwenye matibabu, lakini eh, tunaendelea kumshikilia kwa hatua zaidi za, za kisheria kwa hiyo viupo wale majeruhi wanaendelea kupata matibabu, na nichukue fursa hii e, sisi jeshi la polisi, kwanza tunatoa pole kwa wafiwa wote katika ajali hii. Tunatoa pole sana kwa msiba huu ambao umeweza kujitokeza katika ajali hii. Lakini pia e, nitumie fursa hii kuomba wananchi waendelee kufika kwenye hospitali teule ya pale Ifisi kuweza kutambua baadhi ya miili iliyosalia pale taratibu zingine za mazishi ziweze kufanyika, lakini wakati huo, nitoe wito kwa madereva. Bado eneo letu hili la mkoa wa Mbeya katika maeneo haya ya mteremko na mlima tumesha kuishatoa elimu sana, kwamba unatakiwa utumie njia ambayo inakuruhusu kwenda mwendo mdogo mdogo, lakini kwa sababu tu baadhi ya madereva bado wanaendelea kukengeuka, wanaendelea kusababisha ajali hizi ambazo zinaweza kuepukika lakini tunaendelea kuchukua hatua kwa wale madereva kama hivi, ambavyo pamoja kwamba ameumia, lakini tunaendelea kuchukua hatua kwake yeye mwenyewe udereva. Na wale wengine ambao wanaendelea kutumia barabara hii, naomba sana wale waangalifu katika barabara hii, ili kuepusha ajali zinazoweza kusababisha vifo kama hivi na majeruhi kwa watu.